Na mtazamaji, hebu sasa tuangazie taarifa za biashara. Makala ya nane ya maonyesho ya utengenezaji bidhaa humu nchini almaarufu Changamka yaling'oa nanga leo kwenye jumba la mikutano ya kimataifa la Kenyatta, washiriki zaidi ya mia tatu wakionyesha bidhaa zao. Katibu katika wizara ya viwanda Daktari juma Mukhwana alihimiza jukumu muhimu ambalo Kenya inatekeleza kusukuma ustawi wa viwanda barani Afrika na akawataka watengenezaji bidhaa kuchukua fursa zinazochipuka za uuzaji bidhaa katika mataifa ya kigeni baada ya kuongezwa kwa kipindi cha utekelezaji wa sheria ya ukuaji barani Afrika. Ripota wetu Nduta Mukami ametuandalia taarifa hii na nyingine kwenye kitengo cha Kapu la Biashara. Sekta ya utengenezaji bidhaa humo nchini inasalia ngumo muhimu ya ajenda ya mageuzi ya kiuchumi ikichangia asilimia saba nukta nane kwa pato jumla la taifa na kutoa nafasi za ajira za moja kwa moja kwa wakenya wapitao laki tatu. Serikali inalenga kuongeza mchango huo hadi asilimia kumi na tano ifikapo mwaka elfu mbili ishirini na saba kupitia uimarishaji wa mfumo wa kuongeza thamani kwa bidhaa, upanuzi wa viwanda na ongezeko la mahuruji. Maonyesho ya Changamka yanatoa fursa kwa wenye viwanda vya humu nchini kudhihirisha ukuaji, ubunifu na uwezo wa kiviwanda. Uh, uh, um, kwingineko, wadadisi wa sekta ya kilimo wanaitaka serikali kutoa ruzuku ya bima kwa wakulima. Meneja wa kilimo kwenye kampuni ya bima ya African Reinsurance, Isaac Magina, anasema vishawishi vya ushuru kwenye huduma za bima kwa bidhaa za kilimo vitaongeza idadi ya wateja na kupunguza gharama ya uagizaji vyakula humo nchini. Agriculture insurance is one of the areas that needs to be subsidized by government because it really lends into protecting, um, um, the agriculture sector and us, uh, contributing to the food security situation, stabilizing the overall economic outlook. Na mwishowe serikali italipa madeni yanayodaiwa na wafanyakazi wa viwanda vya sukari vya umma. Hatua hiyo ilitangazwa na Waziri wa Kilimo Mutai Kagwe ikionekana kuwa sehemu ya kurejesha imani kwa sekta ya askari humu nchini. You know, so right, Nduta Mukami, Darubini